Karibu katika makala hii ambayo inahusiana na jambo hili ambalo linasema kwa nini kesi ya Lissu inavutia macho ya kimataifa. Habari hii imeandikwa na Rashidi Abdalla wa BBC Swahili tarehe 20 Mei mwaka 2025. Anasema kwamba kesi ya uhaini na ya kuchapisha taarifa za uongo zinazomkabili mwanasiasa wa Tanzania kutoka chama kikuu cha upinzani Chadema Tundu Antipas Lissu ambazo zimesikilizwa katika mahakama jijini Dar es Salaam hivi karibuni zimegonga vichwa vya habari kitaifa na kimataifa. Uhaini ni kesi ambayo ukipatikana na hatia, hukumu yake inaweza kuhusisha kunyongwa hadi kufa, na kesi ya kuchapisha taarifa za uongo inaweza kukuingiza katika faini au kufungwa gerezani si chini ya miaka mitatu ama yote mawili. Hivi karibuni Tundu Lissu alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa Chadema. Alikirithi nafasi hiyo kutoka kwa aliyekuwa mwenyekiti wa muda mrefu, Freeman Yaikaeri Mbowe. Miango miongoni mwa nyadhifa nyingine Lissu amepata kuwa mbunge wa Singida Mashariki kupitia Chadema, mwanasheria mkuu wa chama hicho, rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS kazi ambazo zimelea na kukuza jina lake katika siasa za Tanzania. Wanaharakati kutoka nchini Kenya ama nchi jirani ya Kenya wamefanya juhudi zao kuingia Tanzania kuonyesha uungaji mkono kwa Lissu. Fauka ya hilo, bunge la Umoja wa Ulaya limekaa kikao wiki mbili zilizopita kujadili kesi ya Lissu. Haya ni mambo ambayo yanaonyesha kesi zake zimevutia watu wengi hadi nje ya mipaka ya Tanzania. Je, ni kwa nini wanaharakati wa Kenya wanaharakati kadhaa wa Kenya wamezuiliwa kuingia nchini Tanzania? Alianza wakili wa Kenya na aliyekuwa waziri wa sheria na masuala ya kikatiba kwa nchi hiyo, Martha Karua na wenzake wawili ambao walirudishwa Kenya baada ya kuzuiliwa uwanja wa ndege kima wa kimataifa wa Julius Nyerere. Wengine waliorudishwa ni aliyekuwa jaji mkuu wa Kenya Will Mutunga na wanaharakati Hus Hussein Halid na Hanifa Falsafi ambao wote waliingia nchini Tanzania kwa ajili ya kufuatilia kesi ya Tundu Lissu. Vyombo vya habari nchini Tanzania vimeripoti kuwa mwanaharakati Boniface Mwangi kutoka Kenya na mwanasheria Agata Atuhaile kutoka Uganda walishikiliwa na jeshi la polisi. Kwa mujibu wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC, serikali ya Kenya ilisema kuzuiliwa na kufukuzwa kwa raia wake nchini Tanzania hakutaathiri uhusiano wa nchi hizo mbili. Msemaji wa serikali hiyo ya nchi hiyo Isaac Mwaura amesema, sidhani kama kuna mzozo wowote wa kidiplomasia kati ya Kenya na Tanzania kila nchi ina njia yake ya kushughulikia mambo yake. Kukazia msimamo huo, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema tumeanza, kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati wa kanda hii kuanza kuingilia mambo yetu, huku sasa, kama kwao wamedhibitiwa, wasije kwetu huku, tusitoe nafasi. Nimemuuliza mtafiti katika taasisi ya mafunzo ya usalama, ISS, nchini Kenya, Dr. Nicodemus Minde, kuhusu kipi kinachowasukuma wanaharakati wa Kenya kumiminika Tanzania kufuatia kesi hiyo. Ni kwa lengo la kujenga mshikamano kama walivyokwenda nchini Uganda kusikiliza kesi ya Kizza Besigye, amesema Dr. Minde na kuongeza kuwa kuna taarifa kwamba wanataka kutengeneza mshikamano katika nchi za Afrika Mashariki na Kati. Ukizingatia nchi hizi zinapitia magumu wakati mgumu kwenye suala zima la demokrasia. Wiki mbili zilizopita, Bunge la Ulaya limelaani hatua ya kukamatwa Tundu Lissu na kueleza wasiwasi kuhusu kesi ya uhaini dhidi yake ambayo inahukumu kifo, ina hukumu ya kifo. Bunge hilo pia limeitaka Tanzania kurejesha ushiriki kamili wa Chadema katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 25, kufanya mazungumzo na vyama vyote vya siasa kuhusu mageuzi ya uchaguzi, kuheshimu haki za vyama vya siasa, na kuhakikisha uchaguzi huru na wa haki. Kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki Tanzania ilijibu kwa kueleza kuwa imesikitishwa na azimio la bunge la Ulaya wa ula... na kusema uamuzi uliofikiwa na bunge hilo ni kutokana na taarifa zisizo kamili au za upande mmoja bila kuwasiliana na serikali kwa njia za kidiplomasia. Lakini hiyo si mara ya kwanza kwa Tanzania kujadiliwa katika bunge la Ulaya juu ya mwenendo wa siasa zake. Disemba 2018 Bunge hilo lilitoa kauli ya kukosoa hali ya, hali ya kisiasa nchini Tanzania kutokana na kile ilichokiita ni ukandamizaji wa uhuru wa wananchi kupitia sheria kali dhidi ya asasi za kiraia, watetezi wa haki za binadamu, vyombo vya habari na vyama vya siasa. Umaarufu wa Tundu Lissu nje ya mipaka ya Tanzania ulizidi kuongezeka baada ya kunusurika shambulio la mauaji Septemba elfu mbili na kumi na saba watu wasiojulikana walimshambulia akiwa katika gari lake katika jiji la Dodoma na kumpiga dazeni ya risasi katika mwili wake. Katika juhudi za kuokoa maisha ya, ya, yake, matibabu yake ya kwanza yalianza nchini Tanzania, kisha Nairobi nchini Kenya, na baada ya hapo akasafiri kwenda kuishi wa mishoni Ulaya katika nchi ya Ubelgiji ambako pia aliendelea na matibabu katika nyakati hizo. Na wakati wa kushiriki uchaguzi mkuu mwaka 2020 kama mgombea wa urais wa Chadema, jina lake lilizidi kuvuma nje ya Tanzania, hivyo haishangazi kusikia sauti kutoka Kenya na Ulaya zikiwa mstari wa mbele kuzungumzia kesi yake. Hii ni taarifa ambayo iko BBC ikisema kwamba kwa nini kesi ya Lissu inavutia macho ya kimataifa.